Na mtazamaji, kijana aliyekuwa amelazwa hospitalini kwa zaidi ya miezi minane baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano ya Gen Z nchini ameaga dunia. Nam John Mwangi aliyepigwa risasi eneo la Kirinyaga amefariki hospitali ya Kenya alikokuwa akipokea matibabu kwa muda huu wote. Na kama Laura Otieno anavyoarifu, familia Mwangi na ya Mwangi inayolalamikia kutelekezwa na walioahidi kuwasaidia sasa wanadai haki ya kifo cha jamaa yao. Uzuni katika kijiji cha Gitaraga, kaunti ya Kirinyaga, habari za kuaga dunia kwa John Mwangi kumeiwasha familia yake na majonzi. Mwangi mwenye umri wa miaka thelathini na moja, alijeruhiwa mwezi Juni mwaka jana wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha. wakati huo sasa yeye akatupiwa tianga ikaanguka kwa wenye miguu yao, wakiwa wanaume tatu, vijana watatu wakachomeka vibaya sana alikuwa anasema walichomeka mbaya sana mpaka wakasirahi, ndio akachomeka zaidi. Ah, sasa John alipelekwa ali, ali, ali Kenyatta akadimeto huko na akawa huko miezi, miezi minane, sasa kupitia ile uchungu alikuwa nayo ikamfanya mpaka akaaga dunia. Familia sasa inadai fidia sio tu kwa mpendwa wao, bali kwa familia zote zilizoathirika wakati wa maandamano. Serikali, tunawaomba mkikuja Mount Kenya tua kujeni pia mkituambia hizi familia zinalipwa lini, ama mkiweza mkuwe mshaa wa wa wa sort hiyo compensation, na ndio mkikuja hapa tusiulizane hizo maswali hapa ground. Mwili wa mwenda zake umehifadhiwa katika makafani ya Kenyatta. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Mwera. Mwera. Mwera. Mwera.